Toni zetu kaka, asante uh, kwanza nizungumze ni uh, nikizungumzia ni uh, mamlaka ma makubwa aliyonayo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais uh, mamlaka aliyonayo uh, tunaweza tukamuita mungu mdogo, kwa sababu huwezi kumuita binadamu wa kawaida, kwa sababu huyu rais wakati anatekeleza majukumu yake uh, mtanzania yoyote hana uwezo wa kumshtaki ka uh, akiwa rais. Uh, wakati anatekeleza ya majukumu yake ya uraisi na baada ya, ku, ya, ya kustaafu hawezi ukamshtaki, yani akiwa ya rais na baada ya kuwa rais, huwezi ukamshtaki wala hawezi ukamshtaki kwa makosa ambayo aliyatenda kabla ajawa rais. Kwa hiyo kisha kuwa tu rais inampatia kinga ya kutoshtakiwa mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atamchukua roho yake, hilo la kwanza. Huyu uh, rais ambaye anaye mamlaka makubwa, yeye ni nani? Ana ana, ana, ana, ana ana mamlaka ya kuteua watu wangapi? Raisi anateua watu zaidi ya elfu mbili Tanzania. Anamteua mkuu wa majeshi, anamteua mkurugenzi wa usalama wa taifa, anamteua uh, IGP, anamteua DPP. Sasa kuna cheni hapa, kuna cheni kati ya raisi, kuna cheni kati ya IGP, kuna cheni kati ya DPP ambaye ni mkurugenzi wa mashtaka uh, raisi anaweza akatoa maelekezo Tundulisu akamatwe, akamwambia IGP, IGP kama polisi wao na polisi wake wakam, IGP, IGP na wakamkamata. Huyo anateuliwa na rais. IGP akimkamata, anampeleka kwa DPP mwendesha mashtaka ambaye anateuliwa na rais. Kwa hiyo ni cheni, rais anaagiza, anamwagiza IGP, IGP ana, ana, anashirikiana na, na DPP, ambayo wote ni wateuli wa rais. Baada ya Tundulisu kukamatwa au mshtakiwa yoyote anapelekwa mahakamani. Ukienda mahakamani, rais unakutana na mkono wa rais mahakamani. Rais anateua majaji wote wa mahakama kuu, rais anateua majaji wote wa mahakama za rufani, wote wanateuliwa na mheshimiwa rais. Kwa hiyo IGP anakukamata anakupeleka kwa DPP ambaye huyu ni mteuli wa rais, unaenda mahakamani kukutana na kesi yako ambayo unakutana na, na majaji wote ambao ni wateuliwa wa rais. Kwa hiyo rais akiamua kukufunga hata ndani ya wiki moja anatoa maelekezo na cheni yake inakufunga, kwa sababu kila utakapoenda unakutana na mkono wa rais. Sasa kwa hiyo ni sawa na, kwa hiyo ni sawa na a, kesi ya mbuzi amepelekewa fisi. Ah, kabisa kabisa. Sasa tunataka tunataka tunataka nini? Katika wananchi walitoa maoni gani kwenye katiba hii hii ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba. Raisi, twende kwenye arizi ya Watanzania, ambapo leo hii nilisema kwamba bangi ikikutwa kwenye shamba la mwananchi bangi ni ya mwananchi, lakini madini yakikutwa kwenye shamba la mtanzania madini ni ya mali ya serikali. Sasa raisi, uh, katiba inasema ya sasa ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba kwamba uh, mali ni uh, arizi ni mali ya umma, msimamizi wake ni mheshimiwa rais. Sasa hii arizi ambayo ipo kwa watanzania nchi nzima hii ni mali ya umma kwa mujibu wa katiba, lakini mdhamini wake ni mheshimiwa rais uh, rais akitoa udhamini wake pale Bukoba kama kuna madini, akitoa udhamini wake hiyo ardhi ina, inachukuliwa na serikali, wanachimba madini. Hata kama kulikuwa kuna watu wataondolewa, hawezi kupewa fidia. Wakati mwingine kupewa fidia imekuwa ni mlolongo mkubwa. Kila sehemu ambapo wananchi wameondolewa, wamelia juu ya fidia. Mtu amekaa hapo miaka thelathini, amekaa hapo miaka arobaini, kama wamasai wa, wa Ngorongoro ile ardhi ni mali ya umma ya Ngorongoro, ila mzamini wake ni rais. Sasa hivi rais ametoa uzamini wa Ngorongoro, mkutoa Masai kila siku anakimezana na polisi. Sasa wale wa Masai wanasema sawa, rais amechukua ardhi yetu, ngoja twende mahakamani tukashtaki tupewe haki yetu ya ardhi. Akienda mahakamani, katiba inasema ardhi ni mali ya umma, mzamini wake ni rais. Huyu rais ameondoa uzamini wake, wa Masai wanaenda mahakamani, wanakutana na majaji wa mahakama wote wametelewa, sasa utapata haki hapo? Hawezi kupata haki hata siku moja. Twende bunge. bunge ni muhimili ambao unajitegemea yani bunge unapaswa kuwa muhimili huru, na kazi ya bunge Tanzania, tuna mihimili mitatu tuna, tuna serikali kuu uh, tuna bunge na tuna mahakama. Kazi ya bunge, kazi ya bunge ni kutunga sheria, yani ile bunge kazi yake ni kutunga sheria Mahakama kazi yake ni kutafsiri sheria, serikali kuu kazi yake ni kusimamia sheria. Sasa twende bungeni, bunge wale wana, wabunge wote wanaenda pale, watakiwa watokane na kura za wananchi, waende wakatunge sheria. Sasa unakuta mbunge ametoka Temeke, Ilala, Mbeya, Songwe, hajachaguliwa, amepitishwa, yani chama chake baada ya kumpitisha serikali uh, imeiba kura, ameenda bungeni huyu kazi ya kazi kazi kazi ya mbunge ni kuzungumza matatizo ya wananchi, na katiba inasema kabla hajaenda bungeni aitishe mikutano kwenye kata mbalimbali, achukue changamoto za wananchi, ndizo aende akazisemee bungeni. Hiyo ndio kazi ya mbunge, lakini sasa hivi hawana habari ya vikao vya wananchi, kwa sababu wanajua wale hawajawachagua wao. Wakienda bungeni, kazi ambayo wanaifanya kwa uaminifu mkubwa ni kumsifia mheshimiwa rais. Kwa sababu gani? ili awamu ijayo rais amuone chama chake, kwa sababu rais si mwenyekiti wa chama, amteue tena kwenda bungeni. Wananchi walitoa maoni gani? Walisema wabunge ambao wa, watokane na kura za wananchi, awe Chadema au ICT, awe KAF, ili aende bungeni. Kwanza atokane na kura za wananchi, tupate tume huru na iliyo haki. Huyu mbunge akichaguliwa na wananchi, wakienda bungeni, sio lazima akae miaka mitano anaweza akakaa miezi sita, hajatekeleza hajatekeleza hajatekeleza matakwa ya wananchi ambao wamemchagua. Wananchi wana uwezo wa, wa kumwondoa madarakani, na tukishafikia yu... fikia katika, katika hatua hii, wabunge watakuwa wanawaogopa wananchi, kusema, nisipotekeleza nisipowasemea wananchi wangu wataniondoa madarakani, nikikaa kimya bungeni wataniondoa madarakani. Lakini sasa hivi wabunge wote wakisimama hawataji katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, hawana habari na wananchi, wanamsifia rais mama, asante sana mama, anaopiga mwingi mama, ametekeleza hawawasemee wananchi kabisa. Hii hapana. Sasa pale bungeni, pale bungeni kazi, katiba inasemaje kuhusu bunge? Bunge bunge, kazi ya bunge ni kuisimamia ya serikali, yani rais anasimamiwa ya na bunge.